Mpenzi mtazamaji, mimi naitwa Ramadhani Kasim Tupo katika Halmashauri ya Wilaya ya Kyerwa mkoani Kagera, na hapa ni katika kata ya Rwabwele ambako anapatikana mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kyerwa Ndugu Bahati Heneriko. Hapa tuko nyumbani kwake, mahali ambapo ndipo anaishi, lakini hii ndiyo kata ambayo anaiongoza. Yeye ni mwenyekiti kwa kipindi gani, atatuambia yuko kwa muda gani katika uongozi. Wa mwenyekiti wa halmashauri ya Kyerwa, ni miongoni mwa halmashauri ambazo pengine zinafanya vizuri kwa mkoa wa Kagera, pengine zina maendeleo makubwa kwa mkoa wa Kagera, pengine miongoni mwa halmashauri ambazo zimepata miradi mingi ya maendeleo inayowezekana, ni kwenye vituo vya afya ama hospitali ama shule. Lakini yote haya kwa undani, yeye anaweza kutueleza na akatuambia kile ambacho kinafanyika ndani ya halmashauri ya wilaya ya Kyerwa. Karibu, ongozane na mimi mwanzo mpaka mwisho kujua nini ambacho kinaendelea ama nini ambacho nastahili kukijua kutoka ndani ya halmashauri ya wilaya ya Kyerwa. Mwenyekiti, heshima yako, asante. Ni tumekuja kukutembelea kwenye halmashauri ya yako, moja ya halmashauri kongwe. Kwanza ni kupongeze kwa ujenzi wa jengo zuri la halmashauri, jengo jipya na la kisasa, limewachukua muda gani? Uh, jengo jengo letu la halmashauri limechukua tangu mwaka 2016 mpaka leo tumeingia mwaka 2024, kwa hiyo limechukua miaka nane. miaka nane, miaka nane. Miaka nane. Wakati wote mlikuwa mnakodi Eh, tulikuwa tuna kodi kwa sababu mimi wakati nakuwa diwani 15 20 tulianzia Isingiro. Tulikuwa Isingiro na baada ya Isingiro tukaja Kyerwa pale kwenye majengo yale ambayo yaliachwa na wakimbizi. Kwao tumekaa pale zaidi ya miaka kama kumi na kama kama miaka tano, miaka mitano au sita hivi. Sasa mm, hivi tunamshukuru Mungu tuko kwenye jengo la halmashauri, jengo la kisasa sana, jengo zuri ume na nadhani kama umeenda umelitembelea na unaweza ukaa umeona tuna vyumba zaidi ya mia moja na sitini pale. Kwa hiyo vyumba viko, vingine viko wazi, lakini vile ambavyo vinatumika, vinatumika. Changamoto ilikuwa wapi, kwenye kukodi? Na sasa mko kwenye jengo leno, kuna utofauti hapa? Utofauti ukiwa kwako unakuwa huru. Ukiwa haujawa na kwako, maanake unaishi kwa matatizo, kwa hiyo Nadhani kwa sababu serikali ina nyaraka nyingi pia mm, e, kwa maana ya vitu vingi kutokana na watumishi. Kuna vitu vingi ambavyo vinakuwa vinataka vikae bila kuwa vinahangaika. Kwa hiyo tume, tumehamisha vitu kule, mara weka huko mara weka. Kwa hiyo sasa hivi vilikowekwa kwa nadhani vimefika, kwa hiyo tunajivunia nani ili hama hama haipo tena. Hama, haipo tena kabisa. Mi, mnajivunia miradi gani mikubwa ya maendeleo kwenye halmashauri ya wilaya ya Kyerwa kwa sasa? Asante. wa kwanza ni huo ule ni, ni, ni, ni mradi wa kazi wa kiutendaji na tunashukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, tumepata fedha zaidi ya bilioni tano na point, kwa maana ya ujenzi wa ule mradi, lakini tunajivunia miradi mingi hapa Kyerwa, na hasa tuna miradi ambayo ni mikubwa kidogo inayoonekana na imechukua fedha nyingi, ni miradi ya shule za sekondari e, tumepata miradi mitatu mpaka sasa ambayo tumejenga mradi mmoja kata ya Rwabwele wa Sekuti, tumejenga mradi mwingine Bugara kata ya Bugara, lakini mradi mwingine wa Ishaka. Ile miradi mikubwa imechukua zaidi ya bilioni moja mpaka leo point sita na na kadhalika, lakini tuna miradi inayofuata mingine ambayo serikali imetoa milioni 500 kwenye ujenzi wa kituo cha afya Rutungu, serikali lakini na sisi mapato ya ndani tuliweka fedha milioni 500 kituo cha afya cha Mabira, kwa maana ya fedha nyingi. Hiyo ni miradi, lakini serikali imeendelea kuweka fedha nyingi kwenye miradi mbalimbali na hasa ujenzi wa hospitali ile hospitali e, imechukua zaidi ya bilioni tatu na point ambayo na sasa hivi inaendelea, na mwaka huu kuna fedha zinaingia kwa ajili ya kumalizia miradi mingine ma maeneo mengine ambayo yanaendelea. Kwa hiyo ukiangalia kwa ujumla ni kwamba miradi ya fedha nyingi ipo na miradi ya fedha kidogo ipo, moja mapato ya ndani lakini nyingine kwa maana ya serikali kuu. Mna, mnatumia njia gani kuhakikisha mnaboresha miradi mnayo, lakini kuiboresha, hususan kwenye huduma za afya, huku shuleni, shule tunaangalia ufaulu, huduma zinazotolewa za afya, lakini pia kuna miundombinu ya barabara. Uh, kabla ya barabara nijibie hii tunafanyaje, kwa ajili ya kumalizia miradi niseme kwamba sisi Kyerwa kuanzia mwaka elfu mbili na kwanza tangu mimi nimekuwa mwenyekiti wa halmashauri 2025 mpaka leo tumesha sajili shule za sekondari nane lakini tumesha sajili shule mpya za, za primary za msingi tisa ndio inapelekea sasa Kyerwa kila kata kuwa na shule ya sekondari lakini pia Eh, kwa miaka hii 2025 tayari tuna high level, kwa maana ya advance shule 11 sasa mm -hmm. Unaweza ukapima kiwango cha namna ambavyo tumemuvu kutoka tulipokuwa na tunakokwenda mm -hmm. Lakini kwa nini kuna vitu vingi ambavyo vimefanya haya yawepo, na hasa usimamizi wa fedha kwa maana ya mapato ya ndani, na tunashukuru management kwa maana ya sisi kama madiwani, lakini management wenyewe tumepata tumepata tumetoka asilimia mwaka 2019, tulikuwa na bilioni 1.9 za makusanyo ya mapato ya ndani kwa mwaka mpaka leo ninavyosema, tumeenda bilioni 4.5 na mwaka huu wa makisio ya fedha tunaenda bilioni 6 na point ngapi. Kwa hiyo ni kiwango kikubwa ambacho mimi nimesimamia na namshukuru Mungu kwamba ni mabadiliko makubwa kwa, kwa halmashauri, lakini pia katika management kwa kusimamia, lakini na sisi watawala kasusa ni madiwani kwa ajili ya usimamizi. Kwa hiyo kwa maana ya sekta za shule za msingi primary e, sekondari ukienda kwenye afya e, kazi inafanyika. kazi inafanyika chini ya serikali kwa maana ya Mheshimiwa Rais lakini pia na sisi kama halmashauri kwa mapato ya ndani. Kuna vitu vingi tumefanya. Tukisema barabara, maana yake tunamshukuru Rais kwamba baada ya kuunda chombo cha Tarura, Tarura wamekuwa wasimamizi wakubwa na, na Tarura ndo wasimamizi wakubwa kwenye wilaya zetu na wamefanya wana barabara. Kyerwa ilikuwa haingiriki kwa maeneo mengi, lakini mpaka leo unavyokwambia maeneo mengi yanaingirika, yani unaweza ukatokea kwenda unaenda mpaka kule, una barabara kuu inayotokea Mgakorongo unarudi Mrongo una, kule, una, longu, una cross. lakini hata ukitokea hapa Kikukuru utapasua mpaka Kamuli utaingia uta, u, u, yani hata mvua ikinyesha hatuna shida sana, na wanaendelea kupanua barabara nyingine tunaendelea kwa hiyo, serikali imefanya kazi kubwa sana, na ndio maana tunasema rais, kwa kweli, kazi yake imekuwa kubwa na imefanya imefanya tuweze kuendelea vizuri na kuiamini serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ume, umezungumza kwenye swala la elimu, mmeongeza shule za sekondari pamoja na shule za msingi, ufaulu una, unaridhisha, kwa maana ya watendaji ambao wako mashuleni wanafanya kile ambacho nyinyi mnafanya jitihada ya kuongeza miundombinu yeah. Tumeongeza madarasa, lakini na ufaulu ufaulu una, tuko wastani mm. Hatuko mwisho lakini hatuko mwanzo, ila tuko wastani. Kwa hiyo ukiangalia, lazima tuongeze nguvu, na hasa walimu. Serikali ikitupatia ajira za walimu wakawaja wengi e, pale ambapo tunapungua tunaweza tukaongeza zaidi e, kwa hiyo hatuko mwisho wala hatuko mwanzo, ila tuko kawaida. Kwa hiyo ushindi wetu ni mzuri, unaridhisha una kwa kiasi fulani. Halmashauri nyingi zinalia na upungufu wa walimu mashuleni Kwenu ikoje? Mna upungufu mkubwa? Ama sisi, upungufu upo. hmm. na upungufu wa walimu ni Tanzania nzima inavyoangalia, ukiacha sehemu za miji mikubwa, lakini kwa maana ya sisi ambao wilaya e, zetu ziko pembezoni hmm. asilimia kubwa tunalia na walimu. Waalimu bado ni wachache na watumishi wote kwa ujumla, sio walimu kwa maana ya shule wala sekondari ha, hata kwenye afya, hata kwenye taasisi za kata, kwa mfano watendaji, watu wa ugani kwa maana ya mashamba ya kahawa na vitu vingine, tunaona kama watumishi bado hmm. Lakini tunashukuru hata hatua hii ya ajira ambazo zinatokea, kile kinachopatikana tunapata. Mm. Tu, tu, tuna tunaangalia vitu tunavyotekeleza, miundombinu ipo, mmeweka njia gani rafiki za kuvutia labda wawekezaji na watu wengine kuvutika kuja kufanya na, na, shughuli zingine kwenye wilaya ya Kyerwa? Uh. Nashukuru nashukuru, nashukuru. Ni kwamba sisi kwanza sisi mwaka 2021 tuliweka maelekezo na baraza la madiwani liweka azimio kwa ajili ya wawekezaji kwa maana ya kazi na tunashukuru. Sisi Kyerwa ndo walimaji wakubwa wa mazao na hasa kahawa, tunalima kahawa, tunalima maharage, tunalima mahindi na, ma, na mazao mengine mchanganyiko hususani viazi na vitu vingine. Sasa haikuwa sawa kwamba sisi tuishi bila viwanda wakati sisi ndio wazalishaji wa kahawa. Kwa hiyo tumeliweka azimio kama baraza na tunashukuru wawekezaji na wawekezaji ni wapongeza sana ni washukuru sana, wamefanya kazi kubwa kuweza kutusaidia Kyerwa, viwanda vimejengwa mpaka leo, tuna viwanda nane ndani ya miaka mitatu, tuna na, viwanda nane miaka minne sasa, na viwanda hivi vinachakata kahawa na ukiangalia masemtrela yanakuja kupokea klini, haikuwa haikuwepo Kyerwa e, yani watu wangeangalia gari kubwa ni moja moja inatokea na yenyewe maalum, lakini sasa tunaingiza magari mengi yanakuja kuchukua klini lakini Kyerwa kwa maana ya uwekezaji na biashara, ukienda nkwenda mjini pale, unaweza ukaangalia Kyerwa inavyoishi watu wanafanya biashara nyingi na biashara kubwa. kwa hiyo, na, na, na, na, ukiona wafanya biashara wameanza kuoda mali viwandani, maana yake wanatengeneza wigo mkubwa na uelewa mpana kwenye biashara. Lakini mpaka leo watu wanaenda China, watu wanatafuta vitu wanatafuta vitu vingi kwa, kwa, kwa, kwa, kwa maana ya viwanda na, tuna, na mimi niwaambie Watanzania na wananchi hasa wa Kyerwa viwanda bado ninyi jengeni viwanda. Sisi kahawa tunazolima tuna tuna, sisi kahawa kama zimepamba vizuri, tunaweza tukazalisha tani elfu hamsini kwa msimu. Kwa msimu mmoja. Kwa mfano mwaka huu tumezalisha tani elfu hamsini. Kwa hiyo kahawa tukizilinda vizuri, tani elfu hamsini, tani elfu hamsini ukigawa kwa viwanda kumi, maana yake kila kiwanda kinaweza kachakata kama tani elfu hamsini, eh, tani sasa tani elfu tano kiwanda kinakuwa kimesha kufanya kazi, inakuwa sio mbaya. Kwa hiyo hamna shida e, viwanda vinatakiwa na tunathamini kwamba, na mimi namuomba Mungu tu mheshimiwa rais, kwa sababu tayari yeye kaisha kwenda kwenye madaraka yake, na mimi leo ni diwani, lakini namuomba Mungu, kama nitabahatika kuendelea e, kwa kudura za Mungu na maoteo makubwa sana ya kubadilisha kero kwa kasi kubwa sana e, na maoteo makubwa sana na watu wa kero waamini kwamba ndoto zangu ni nyingi na kubwa kwa watu wa Kyerwa kuhakikisha tunafanya mabadiliko makubwa hasa ya uchumi hmm. lakini wa biashara lakini pia wa elimu na taasisi ambazo zinaweza kuwa zinahuzika kwenye maendeleo ya Kyerwa. Kyerwa hmm. mnategemea kilimo cha kahawa pengine kwa mkoa mzima wa Kagera, lakini Kyerwa ni sehemu kubwa ambapo zao la kahawa linazalishwa. Juzi kwenye baraza la madiwani mka kuna hoja ilibuka ya ugonjwa ambao uko kwenye zao la kahawa, kama halmashauri kama madiwani pengine mnajiandaa vipi kukabiliana na hiyo ili kuendeleza zao la kawa likawa liko bora zaidi? Ah, wataalamu wapo na baraza la juzi tumekubaliana na afisa kilimo, kwa sababu wapo kuna madeiko wanafanya kazi za kusimamia, na ameshatuelekeza kwamba anaenda kuweka semina mbalimbali kwa ajili ya ni nini kifanyike kuweza kuharibu hawa wagonjwa ambao wanaharibu kawa zetu, na natumia na kwa maelekezo kwamba sasa aweke kwenye vitendo, yani aende, aonekane, aonekane kwenye TV, aonekane kwenye simu, kwenye redio, tumsikilize ni kitu gani anatuambia na dawa gani zitumike kwa ajili ya kuua hao wadudu. Nadhani tukifanya hivyo, tukiweka mambo vizuri, wadudu hao wataisha na kawa zetu. Changamoto nyingine mnakabiliana kwenye kawa ni kawa kwenda nchi jirani ya, ya, ya Uganda, hapa ni mpo mpakani kabisa. Kipi mnakifanya kuliepuka hili ili uchumi ile hela inaenda kule ibaki kujenga halmashauri? Jambo la kwanza, sisi tukiwa Kyerwa tuna mkoa mkoa mkuu wa mkoa ndo bosi wa mkoa wetu, na tunamshukuru mheshimiwa Fatuma Mwasa, mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa. Kwa nini? Kwa maana mama ametusaidia sana mawazo ambayo tulikuwa nayo tangu miaka yote, lakini ameungana na mheshimiwa wetu mkuu wa wilaya hapa, mheshimiwa DC Msofe, kwa maana ya namna ya kupokea wazo hili na kuhakikisha kwa sababu serikali hii, serikali lazima ilindwe, na sisi serikali tuna vyombo vingi vya kulinda. Kwa hiyo vyombo vyetu vya usalama vinapolinda nchi yake, maana yake hakuna mtu anavusha kaa. Kwa hiyo leo ulinzi upo na tunamshukuru, tunawashukuru, tuna viongozi wangu na wangu, viongozi wangu wa mkoa na washukuru sana. Swala la kupeleka kahawa, sasa hivi na leo kahawa, tofauti na ilivyokuwa miaka iliyopita. Udhibiti upo na tunaendelea. Na sasa hivi tunahamasisha kwa sababu kahawa za arabi kazinaelekea kupatikana. E, kwanza tunataka tutengeneze wale wanaonunua kahawa, ili tukubaliane waweze kwenda kununua zile kahawa kwa mapema, lakini pia mtu kuchukua kahawa nje ya e, nchi ni sawa na kuihujumu nchi yake, lakini kuhujumu uchumi wa nchi yake. Kwa hiyo wakifanya endapo watakuwa wamekamatwa basi sheria zitachukuliwa mkondo wake. Kuna changamoto zipi kubwa kwenye mashughuli yake ambazo unasema mwenyekiti? Sasa hizi na mimi nikikaa wakati mwingine usiku kichwa kinaumia. Kama mwenyekiti kwa sasa kwa asilimia kubwa nimezichanganua mm -hmm. ila nilizonazo ni nyingine, ndoto yangu ni nitakaporudi madarakani mm -hmm. lakini kwa sasa changamoto ni kama tumezipungua, kwa sababu kwanza fedha zote tulizozipata zote, zote makusanyo tumeshapeleka kwenye miradi mm -hmm na ndio ndoto yangu kwamba tume bajeti fedha fulani tupeleke kwenye mradi, tukishapeleka hatuna shida tena. Sasa eh, shida mimi sasa hivi kichwa ni siasa tu, kwamba tunaende kwenye uchaguzi. <laughs> <laughs> Ndio naona kama kama kichwa kina kina kina kinafikiria kina kwamba uchaguzi unakuja tunafanyaje, ili tupate viongozi na sisi tupatikane, eh, na Mungu akijalia wa waheshimiwa madiwani wakawa wamepatikana wakaniunga mkono nikaendelea kuwa mwenyekiti wa halmashauri inshallah. Nitasubiri. lipi unaliwaza sana kurudi kama diwani wa, wa, wa kata yako ya Wabwele ama kurudi kuwa mwenyekiti wa halmashauri <laughs> vyote unawaza kwa sababu ni kura, kwa sababu mm. wote ni uchaguzi mm. lakini si wazi sana, kwa sababu watu nimefanyia kazi na wanaona. Kwa hiyo huwezi ukawaza kama vile haukufanya kama umewafanyia watu wanaona na ni, nikwambie Kyerwa Kyerwa ilivyokuwa ilikuwa inataka mchakato mkubwa wa mabadiliko mm. ya kiutawala mm na ndio maana sisi tumetengeneza mazingira mengi ya kubadilisha mifumo mingi ya utawala namna ambavyo tulikuwa tunakwenda, na leo tunapokwenda inaweza ikawa tofauti. Kwa hiyo hatuwezi kurudi, tunaendelea tuna kupambana kwamba tusogee mbele kwa ajili ya kuhakikisha tunafanya kazi za Watanzania, kufanya kazi za Wanakyerwa. Lakini mimi ndoto yangu kubwa ni kutaka kuendelea kuelewesha watu wengi watu wengi waendelee kufanya kazi waendelee kufanya biashara tuache malalamiko tutengeneze mfumo. Mheshimiwa Rais ameshatuambia kwamba leo kazi ndo tija, tufanye kazi. Tukifanya kazi tutaondoa malalamiko mengi. wa, wa, wananchi wanalia mara kadhaa kwenye swala la mikopo ile ya asilimia kumi, kwa maana zilivyogawanyika katika makundi tofauti, wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Halmashauri ya wilaya Kyerwa mmefanya nini kwenye hii Uh, na shukuru na shukuru kwanza, ilikuwa pesa zimesitishwa na sisi tulikuwa tumesitisha fedha, na mpaka leo tulikuwa na hela zaidi ya bilioni moja pointi moja na kwa awamu hii tumeshatoa milioni mia nne na sasa hivi tumetangaza milioni mia saba. Lengo ni wale wanaokopa wajue fedha hizi wanakopa na wanabidi warudishe kwa maana ya kuwasaidia watu mm, wengine au hata wao wenyewe. Kwa hiyo kilichokuwa kinaleta shida ni kwamba watu wanakopa fedha wanadhani hizi fedha za kugawiwa, lakini sisi kama halmashauri tumejipanga vizuri. Kila kinachopatikana kwa maana ya makusanyo tunatoa asilimia kumi kwa ajili ya kuwakopa na sasa hivi tumeshaweka tangazo kukopa milioni 700. Tumeshatoa 400 tayari na tunapeleka hizi 700 ambazo saba ili tuhakikishe kazi elimu kwa watu wa husika watu wa maendeleo ya jamii wanatoa elimu kwa watu wa watu wakajua hey. wakamba... toa. wanatoa elimu kwa maana ya kuelewa namna wanavyokopa na namna ambavyo inabidi wakarejeshe. Huyu ni mwenyekiti wa Halmashauri ya Wilaya ya Kyerwa Bahati Heneriko, anatueleza ama anatupitisha katika halmashauri ya wilaya ya Kyerwa, maendeleo yanayofanywa na vingine vingi ambavyo vinatekelezwa. Tunamsikia na anatujibu kama ambavyo pengine we unatamani kuyasikia yale ambayo anayasema, lakini kubwa kwenye maeneo mengi mwenyekiti ni huduma za maji, miradi ya maji imekuwa ikitoa huduma pengine zisizotosheleza ama kutokuwa na miradi mingi, lakini pia tunaenda mbali, wengine wanalia miradi huwa ni ya viongozi, kwa maana mradi ukizinduliwa na kiongozi, baada ya mwezi mmoja haufanyi kazi. Halmashauri yako ya wilaya ya Kyerwa imefikia wapi kwenye miradi ya maji? Mna RUWASA hapo? Watazamaji na mnaonisikiliza, moja sisi tuna kitengo kinaitwa RUWASA na RUWASA ndo msimamizi mkubwa wa maji Kyerwa, na hawa watu wanatoka kwenye wizara zinazohusika na vitengo hivi kwa hiyo, mimi kama mwenyekiti wa halmashauri huwa inaniwia vigumu sana kusimamia swala la maji kama ambavyo nasimamia halmashauri kwenye mifumo ya mapato ya ndani. Lakini ma, e, miradi hii ya maji pia ni ya kwetu, maana yake inapokuja kwenye wilaya yetu ni ya kwetu. Kwa hiyo Tunashukuru mifumo kwanza ya kukabidhiwa maji kwa maana ya miradi tumeshiriki tume, lakini pia miradi ambayo inaendelea Kyerwa pia tunaifahamu na mpaka leo kwenye baraza huwa wanatuletea kwamba miradi hii kwa hivi. Changamoto ni ni ni, ni ya kawaida ambayo ni, ni changamoto ambayo miradi mingi haijakamilika. Na kwa sababu haijakamilika eh, kwa sababu mheshimiwa rais anasikia ndio na mtoa fedha, na ukifuatilia hoja ni kwamba hatujapata hatujapata hasa wakandarasi ambao wanando wa, wa, wazabuni wa hii miradi kwa maana ya kuijenga. Ukimuuliza mzabuni anakwambia fedha haijaingia, lakini serikali inadhani iliahidi, na juzi bungeni tumesikiliza, wanasema fedha zinakuja kwa maana ya kumalizia hii miradi. Kwa hiyo baadhi ya miradi ambayo haijamalizika Kyerwa, Wanakyerwa nadhani sisi majibu ambayo tumeyapata ni kwamba kuna fedha zinakuja kuingia muda sio mrefu, ili ziweze kumaliza kabisa kiu ya maji, ili kuhakikisha tunamtoa mwanamke ndoo kichwani. Mipango yenu madhubuti kwenye hili ikoje? Sisi tunapokea maelekezo na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya anabeba jambo hili na nadhani ndo bosi kwa maana ya miradi hii ya maji, lakini kwa maana ya maelezo yake ni kwamba suni muda sio mrefu miradi ambayo imebaki kwa sababu kuna miradi mingine tayari maji tunachota, lakini mingine bado. Lakini pesa ikiingia, basi miradi itaweza kukamilika vizuri. Ni, ni kwa namna gani mnashirikiana na wananchi kwenye maamuzi mbalimbali yanayofanywa na halmashauri kama chombo chao wanachokifuatilia lakini pia katika maendeleo ambayo mnayafanya kwa maana ya maamuzi ya wananchi? Kwanza sisi tukiwa na fedha tunapeleka kwenye serikali kwa maana ya shule tunapeleka kwa vijiji tukipeleka kwenye vijiji maana yake tunafanya serikali wananchi kule washiriki, lakini tuna, tuna maana tunataka watu wawe na nguvu zile za kwanza, yani kwa mfano tunataka kujenga miradi wananchi wanashiriki. Lakini ukiacha hilo, sisi mambo yetu yote yako, mambo ya serikali yako wazi, kila mwananchi yuko huru kutoa maoni yake na sisi tunamsikiliza. Kwa hiyo wananchi wako huru na hawana shida na. Eh, kero mbalimbali tunazitatua, na ndio maana kero imetulia hmm. Wana kero wanapaswa kujua nini ambacho pengine hawakifahamu kutoka ndani ya halmashauri yao. Wanakiri wanapaswa kujua serikali yao ya Mheshimiwa Dr. Samia, lakini pia wanapaswa kujua maendeleo yao, na wanapaswa kujua sisi. Kwa mfano mimi mwenyekiti wa halmashauri nafanya nini, mkuu wa wilaya anafanya nini mbunga anafanya nini, madiwani wanafanya nini, ndicho wanapaswa kujua. Kwa hiyo wakishajua viongozi wao wanafanya nini, nadhani watakuwa washiriki wakubwa katika wa kufanya maendeleo yao, na nchi inakwenda wapi, na nchi leo ina dira gani. Nadhani ndio misingi mikubwa ya kujua kwamba sasa sisi nchi yetu iko kwa namna hii. Baraza unaoliongoza ndilo ambao umewekea malengo makubwa ya kuhakikisha unaibadilisha halmashauri ya Kyerwa. Baraza lako la madiwani linakutosha? Linatosha sana. Kwa sifa ambazo unazijua unaweza ukatudokezea sifa ambazo unaamini kwa hizi baraza langu limejitosheleza? E, kwanza kwanza, unajua mimi kwa tathmini au kwa tafsiri ni kwamba uongozi uongozi ni tathmini pia. Mimi nimekuwa mwenyekiti wa halmashauri wa kwanza na kipindi changu ni cha kwanza, nimekuwa na baraza miaka mitano. Mpaka sasa sijaona shida, kila tunalopanga tunakubaliana na linatekelezwa. E, mfano mimi nakaa na makamu wangu wa halmashauri. Sijawahi kuona hata siku moja mimi na makamu tumekuwa na shida. Kwa hiyo mpaka leo, kwa mfano, leo mimi nasafiri, nataka kwenda naenda Dodoma. Lakini nina kikao cha fedha, anaenda kushiriki makamu kukiongoza. Lakini ameongoza vikao vingi ambavyo na mimi nimemwachia. Kwa hiyo ule ndio ushirikiano wa nadhani kwa, kwa maana kwa sababu sisi tunapokuwa mimi ni mwenyekiti yeye ni makamu, na yeye anakuwa na na hoja mbele kwa madiwani na mimi na hoja zangu kwa maana ya jumla. Kwa hiyo waheshimiwa madiwani kwa namna ambavyo nimekwenda mimi naona wamenipa ushirikiano na namshukuru Mungu na nawashukuru na naona wote e, eh, hatuwezi kusema asilimia mia, mia moja, lakini kwa maana ya hoja tunaenda vizuri. Ugumu uko wapi? Mimi namba madiwani wa vyama vya upinzani kwenye kwenye baraza lenu la madiwani. Kama mwenyekiti wakati mwingine unapata ugumu, unapotoa maamuzi unakuta kuna kupinga kuna kwa kipindi changu hiki na wapinzani ninao waumu, tuna kata tatu za upinzani na tuna madiwani wanne pale wa chama cha demokrasia. Mm naona kila ninalosema wanaunga mkono kwa sababu sisi tulioonyesha mapema na namshukuru Mungu. Wapinzani ukiona wamekubali maana yake wanaona unachofanya. Kwa hiyo nimeenda nao vizuri na tumemaliza nao vizuri. Neno kwa watu wa Kyerwa, neno kwa watu wa Kyerwa, tuchape kazi lakini tumuunge Mheshimiwa rais. Yaani, neno kubwa ambalo mimi naona ni sahihi wote wana Kyerwa kwa mwaka huu wa uchaguzi wa 25 20 30 tumuunge rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu kazi nyingi alizozifanya zinaonekana na miradi mingi aliyofanya inaonekana, lakini pia na mimi waniunge mkono wanakerwa. Lakini kubwa tukubaliane kuaminiana na tufanye kazi, kwa sababu kazi ndio tija ya maendeleo. Pia kwa watu wakifanya kazi, tutatengeneza fedha nyingi, tutakuwa wachumi na tutakuwa na fedha, na sisi tuna mazao mengi, tuna madini, tuna kahawa hivi e, haya mazao haya tukiashika vizuri, Kyerwa miaka kumi na tano inayokuja kuna watu watakuwa na hamu ya kuja kuishi Kyerwa e, kwa sababu sisi tunaishi karibu na nchi hizi ambazo zinatuzunguka. Ukienda pale Mbarara unaweza ukaona ni kilomita kidogo, lakini ukienda pale Kagati unaona mji ulivyo. Sisi kwetu tunakuwa kama hatujajiamini, na ndio maana tunawaambia watu waache kufanya magendo ili tuhakikishe mali zetu zina, zinakuwa zina sawa na, tunafanya vizuri. Unachaguliwa kama diwani unachaguliwa, unachaguliwa kama mwenyekiti kwenye baraza la madiwani, huku unakotoka ndiko wananchi wako waliko. Changamoto kubwa ya pengine ukanda huu ni wananchi wako kutokuwa na vitambulisho vya NIDA, ingawaje ofisi hii haipo chini ya halmashauri. Halmashauri wao wanaamini ninyi mnaweza kufanya kila kitu na mkawasaidia. kipi ambacho mnafanya kuhakikisha wananchi hawa wanaondokana na changamoto ya kuwa na vitambulisho vya NIDA? Eh, nashukuru na jambo kwanza, na, kwanza ni mshukuru Mheshimiwa Bashungwa waziri wetu wa mambo ya ndani, baada ya kuwa ameshika wadhifa, lakini namshukuru rais ambaye amemwamini Waziri Bashungwa kwa maana ya kazi mm -hmm. hizi moja, kitu ambacho sasa hivi kinafanyika kwa serikali ambayo tunaiamini kabisa, na hasa Kyerwa, mheshimiwa mkuu wa wilaya ameshatoa ratiba, tunataka kufuta kabisa watu wote ambao hawana nida mm -hmm. Kabisa. Kwa hiyo watu wa Kyerwa waamini, lakini nadhani naweza kawa ni mpango wa, wa nchi, kwa sababu ni mpango wa nchi. Lakini kwa maana ya hoja ya Kyerwa, sisi mkuu wa wilaya ameshatoa oda na kila kata kwanzia nadhani tarehe zinazokuja hizo za mbele tarehe kama kumi na tano hivi, mkuu wa wilaya anazunguka kata zote ishirini na nne kuhakikisha watu tunawakuta kule waliko, kwa sababu tumeona wakija Kyerwa wanasumbuka, wanapata shida. Sasa bora twakawafate na wanafatwa, unaandika, haujaandika, una kitambulisho, hauna, takwimu zote zinapelekwa ili watu wote waakishi wanapata vitambulisho vya NIDA. Kwa hiyo inawezekana kuja kufika mwezi wa tano kila tutakuwa hatuna ugonjwa wa kitambulisho cha NIDA. Wakati naelekea mwisho, swali so langu linaweza likawa, natamani kujua mwenyekiti, unaenda kwenye uchaguzi uchaguzi mkuu, na we ni miongoni mwa watu ambao unakwenda kwenye kwenye uchaguzi huo, unatamani baraza lirudi lile uliokuwa nalo ama ukibadilishiwa, litakupa shida kipi? Na kitamani hapo wakubadilishia kidogo, wachanganye, ama hawa waliokuwa nao wanakuwa na wanakutosha? <laughs> <laughs> na sasa sasa wabadilishe, kwa sababu wakibadilisha, maana yake waweke CHADEMA. Hapana ha, eh, mle, mle, mle. Kwa sasa mimi, mimi nadhani likiwa baraza la chama cha mapinduzi nafurahi sana, yani kwa ujumla mimi napenda madiwani wote wa baraza la chama cha mapinduzi kwa sababu ndo sera yangu hmm. Lakini aku, ah, yani, kwa sababu wanaochagua ni wananchi hmm. Kwenye kata zao hmm. Na watu wana uhuru wa kuchagua hmm. Madiwani wanaopatikana wao wa Chama cha Mapinduzi, ili tuungane kujenga Kyerwa. Nafikiri wote nawapenda, siwezi kusema sasa wanachanganyia, maana yake itaonekana kuna naye mkata, ah, mi naona Mungu anavyonielekeza anasema, wote nawapenda, wote warudi, wote warudi kwa sababu wote wakirudi ni mimi mimi mwenye yeah. Ni mwenyekiti, wanaweza wakanichanganyia nikakosa. <laughs> Mwenyekiti, tunashukuru kwa kwa muda wako, lakini pengine kuna kitu ambacho tukijui kwenye halmashauri ya Kyerwa mm. Unatamani kutuambia kama ambacho mkijui mm. Kipi? Inawezekana wewe unacho wewe, ndio mwenye halmashauri hii, muendelee kujua mabadiliko mm. Kwa sababu haina uficho, serikali haina uficho, vitu vyote viko wazi. Hata ninyi mna mawazo mm. Hata wewe unaweza ukawa unaijua Kyerwa Eh, lakini kilichoko ndani ya Kyerwa sisi ni uwazi na ukweli kwamba tutengeneze serikali inayoonekana na watu wote waone tunachofanya. Kwa hiyo mimi sina uficho sana ndani ya kazi, mimi nina uwazi ndani ya kazi, na ndio maana eh, napenda watu waelewe kwamba mimi kwa mawazo yangu nataka mabadiliko makubwa ya utawala, lakini pia nataka mabadiliko a ya sera. Kwa hiyo serikali inapotuelekeza tutekeleze. Kwa hiyo sina uficho. Umewambia wananchi wa halmashauri ya Kyerwa, hujawambia wananchi wa kata yako <laughs> Ha, mabosi hawa wana shida, mabosi hawa hawa ndo wamenilea ndo wamenizaa. Kwa hiyo mimi nikiwa kwenye kata yangu ya Rwabwere mi nawashukuru kwa sababu watu wa kata ya Rwabwere ndo mimi chanzo cha mimi kuwa lakini mwenyekiti wa halmashauri kazi ikazi nazofanya Rwabwere. Kwa mfano hapa kwa maana ya Rwabwere peke yake tumeshaingiza fedha ndani ya miaka minne zaidi ya bilioni moja bilioni. Kwa, kwa, kwa, kwa kata Zimeingia bilioni moja tumejenga shule kubwa pale tunajenga shule nyingine ya pili ya sekondari sasa. Mimi sifa yangu ni hiyo, kwamba mimi nikiwajengea shule watoto wao wanasoma. Sasa shida nini? na ndio sifa ya mimi kuwa mwenyekiti. Kwa hiyo zile sela za mwaka elfu mbili na, na ishirini, wakati unaingia umezitekeleza kwa namna gani? ndani ya kata nimezitekeleza asilimia themanini. Kwa hiyo kale ka ishirini ndo nataka nikiendelea, nitakuja kumalizia, lakini wananiamini na niko nao vizuri na sina shaka sana kwenye kata yangu kwa sababu hawa watu nawajua mm. Na ukiwa kwenye kata yako watu unakuwa unawajua. Kwa hiyo sina shida, changamoto ni za kawaida, lakini nawashukuru sana, kwa sababu ndo wamefanya hata hapa na ninyi mje kunioji hapa, kwa maana ya kuongea na TV na vitu vingine. Nashukuru sana, nashukuru sana. Ni mwenyekiti wa halmashauri ya Kyerwa Bahati Heneriko Ametueleza mengi kuhusu halmashauri awa ya Kyerwa, lakini ametufanulia pia ndani ya kata yake nini ambacho kimefanyika kwa kipindi cha miaka mitano hii, toka elfu mbili na ishirini mpaka sasa, lakini kipindi ambacho huko mwenyekiti wa halmashauri pia ametuambia yale ambayo wanayafanya na malengo yake makubwa, kuona halmashauri ya Kyerwa inabadilika na inakuwa ya mfano. Zao kubwa la huku ni kahawa, ndio zao la biashara ambalo wao wanalitegemea hata kwenye mapato ya halmashauri. Ameeleza mikakati ambayo wako nayo kuhakikisha wenda wanazuia kutoka magendo kwenda nchi jirani ambayo ya Uganda wamekaribiana nayo, lakini pia kuhakikisha wanaweka miundo mbinu bora kuhakikisha kahawa hii ina, inaenda kumnufaisha mwananchi ambaye analima ana au anategemea zao hili kama zao la biashara. Mimi ni Ramadhani Kasim, asante kwa kuendelea kututazama. Wakati mwingine tutakuletea kilicho kilicho bora zaidi.